Leo kamati ya kudumu ya bunge ya uwekezaji wa mitaji ya umma yani PIC imefanya ziara kutembelea miradi ujenzi wa miradi inaendelea kwenye kwa Kigoma ujenzi uh, uh, kubwa zaidi ya kilomita 260, ambao na loti wani mpaka loti 4 miradi ambayo ina gharimu zaidi ya bilioni 400 za Tanzania, na utekelezaji wake umefika asilimia 83. Kimsingi, uh, kuona ni kuamini, kamati ya bunge ita kuja kuona. Eh, hali halisi kwa vipi. Ukweli ni kwamba tunakuta kweli eh, kwamba kazi zinafanyika e, tumekagua barabara mara pale, ubora barabara zenyewe, tunashuhudia kwamba kazi zinafanyika na hii imeleta mabadiliko makubwa sana. Sio jambo la kawaida kujenga loti nne kwa wakati mmoja kwenye mkoa moja, zaidi ya bilioni 400 na niseme wazi tu kwamba serikali sasa akaz nafasii eza serikali ya awamu ya sita, Samia Suluhu Hassan kweli kwa kutoa fedha nyingi sana kwa ajili ya ujenzi wa mradi huu, mradi ambao umebadilisha kabisa sura ya mkoa wa Kigoma na kwa sasa hivi sasa ile ile iliyokuwa imejaa vumbi, barabara zote ni vumbi na unakuja umechafuka sasa hivi imekuwa ni historia. Unaweza ukatoka Mwanza kutoka Shinyanga kwa ukaenda Kigoma ukafika bila si kukosa vumbi kabisa, jambo la kupongeza. Rai yangu ni sabuao asilimia themanini tatu na imani kwamba ivaa ujenzi watasimamia wakandarasi kuhakikisha kwamba wanamalizia hizi asilimia zilizobaki ili waweze kukamilisha kwa wakati hizo asilimia mia moja, lakini pia ni rai yetu kwa kamati kwamba TANROADS waendelea kufanya maintenance kwa maana matunzo ya barabara hizi, kwa sababu bilioni mia nne ni hela nyingi sana zinatumika, ni uwekezaji mkubwa ambao umetumika. Lazima miundombinu hii ilindwe ili iweze kutumika leo na kesho. Asante. Sisi tutaenda kuyasimamia vilivyo, kuhakikisha kwamba usimamizi wa miradi hii unaenda kama vile ambavyo imepangwa kwa mujibu wa mikataba yetu tuliyojiwekea, na kuhakikisha kwamba fedha za matengenezo zinakuwepo na, na matengenezo ya baadaye yanafanyika vizuri. Mheshimiwa Mwenyekiti na wajumbe wa kamati nawahakikishia hilo tutalifanya na kusimamia kwa nguvu zote. Tunachukulia kwa uzito mkubwa sana maelekezo ya kamati.